Ndio huyo uh, mlezi, mlezi, mlezi mbwa huyu, mm, aliyekuwa amesema kidogo afadhali ameolewa. Tatizo limefika, ndio hivi anakuja nyumbani. Cha msingi ninachoona mimi, labda tuje kwa mganga angalau

Wakati wote wa ndani. Ni jambo ambalo halina uhakika, haijathibitishwa kazini kwake, ila amesimamishwa kazi na atakuja hapa kuishi kwa muda mfupi, wakati bado watazamia kurekebisha matatizo yao kazini hmm?

g lakini mzee, yani mi nipo kwa nawaza, lakini wangekaa tu huko huko wasingekuja hapa maana so, wakija hapa mi namuunga mkono mwanangu. Tena leo umengia point

yule mkwe wetu wa Mazena ametokoa sana. Kuna lugha moja yao nyumbani kwa wanasema chuu mwingine miago kuika, unachopa mwenzio umeweka sasa. Yule binti kijana akapata matatizo, tusimskiri sisi sawa, mme wangu lakini, ninasema kwamba sisi tumeozesha, sio kijana wetu ameoa, na kama tumeozesha kazi imekuwa ngumu, anaenda kwao okay. Sio kusema yule angekuwa chuma ndio alieoa, sawa. Kurudi hapa ni haki yake, lakini yule ameoa kwetu, kama kazi yep. Bueno, no. imetokea on on. okay, yeah. tatizo ndani bwana, mimi nimeshajichokea sana sana. Hivi unakuja kukaa kukaa na mko, unaona laa, kazi kaishafukuzwa wewe wewe, alafu anakuja kukaa hapa na sisi, unakuwa unakuwa mzigo mzigo. Sasa tu eh, ah, maneno gani hayo? eanakua m a

na matatizo kibinadamu lakini, naamini itaisha kwa uwezo wa Mungu. Sisi najua wanaume ndio, na wanaume kuna mambo inabidi yapitie ili ito mwanaume kuyalazimishi yapitie, lakini yakikuta, unajua haya ndio mambo yanomuhusu mwanamume yatapita tu baba, yataisha hata. Uh, mi naamini hivyo baba, kwa sababu hata mimi sikulitarajia hili, limekuwa kama surprise kwangu, lakini namwamini Mungu aliye juu atatenda jambo, kwa sababu sikulikusudia hili surprise. Habari za hapa na mke mkubwa yupo hivi, bado anakunywa? Aache ndio anakunywa. Hiyo serikali ya mama ni aache pombe hiyo, bado anakunywa. Ah, ile kazi yani yule yani yule kamobea, ukawa unapewa kama kuna msomi anaitwa kapata degree degree Mchele kiasi gani umepima? Maana watu tumeongezeka sasa hivi. Una uhakika kweli mme wako hajaiba? Au anataka kuchezea kama mchezo? Mama namwamini sana mwangu Nelson, ila kuna watu wapendi maendeleo yake. Isije ikawa kwamba ndio wamekurudisha hapa nyumbani, alafu yeye akaanza ya maisha yake. Mama acha maneno yako, huu ni muda kunifariji mimi. Unataka faraja au unataka ukweli? Akaunti zimefungwa kwa maana hiyo hapa hata hela ya kula hamna. Hawezi kukosa kabisa, siki hivyo mama angu? Sisi tunataka hela ya kula au yamekurudisha, au yamekuja kuweka kama mzigo? Mtajua wenyewe, yananifika mabaya, sina kitu mfukoni, safari yangu penzi ya mahusiano Nitabaki nawe mpaka mwisho, acha waniseme, wanitukane tukane. Nitabaki nawe mpaka kifo, mama. Na kinyongo na mimi mama, sijui nimemfanya nini, au kisa umasikini leo yaniam

Oh, hata kama ni siku mbili siku moja, lakini tayari mimi mshafanya kolokoloni, mimi ninalinda nyinyi mnapolala, mimi sina hizo mwanangu. Sema mzee, poa wewe nenda kalale. Mzee, kalale. Wanalala watu hapa, baba unalala mimi na mbu. Ah, misi niliona mbu fresh. Wewe mbu ukifungua TV wanakufa

Amka nawe ukafanye kazi. Wanaume wote saizi wanahangaika wanaangaika, wao sokoni wameenda, wenye kubeba zake wameenda, wenye kubeba tofali wameenda, we unalala tu hapo, au unasubiri muda wa pombe tu hapo? Ukifika muda wa pombe ndio una, unaamka una, unaenda usielewelewe kwa ni mwanangu, yani sielewi kabisa, kuelewe ni wageni wapo ndani afu chai sasa. Yani mama wangu, yani ndio unavunza kulala vingi yani, na ulivokuja, sije nikajua ni kitu gani, kumbe chai. Wageni si wapo ndani, kawaite mwanangu. wow. wow. Naomba hela mimi, kanunue sukari niwaandalie wageni chai. Sasa mama maana ya yawa... nini? Wageni njoni wenyeji wapone, maanake nini? Ndo wageni washafika, wengine tupone hapa, ndio pakutumia ka wamshe wanao. Ah, mimi bwana siwezi. Kwaiyo wakilala huyo Zena ana ugeni gani? huwezi kumgongea Zena mwanao? unamogopa Zena? Basi kama wewe yes. a, a, kama wewe na mimi hela sina msini jeshe sasa hizi eti wageni washakuja tena, anaanza kulisha familia anaanza kulisha familia yote hiyo, mimi tena a, kazi a, a. Kama wewe kumgongea basi acha. Hata uje, unaweza ukakorogea hapo wakanywa. Ah. Kama uwezi, mi nije huko. Eeshe tu hapa saa hizi. <gibu> Yaani hata niacha kuwaza nafanyaje, mambo yangu, hata ninunue kijora kipya nianze kulisha familia familiaw ah, so msifan unaamka saizi, mtoto wa kike chemu, mume anapikiwa na nani? Dada bwana, sijapata kabisa, unapaa usiku. mm -hmm. mm. Dosi, ya dosi. Yani wewe ulilala ndani, usingizi umepotea. Je, aliyelala huko analiwa na mbo au mwenzetu? mm. ah, tena kisa umeshaolewa umeziwa isi nyumbani upawezi. Okay, mm -hmm. Tumemkaji kama unavyotuona, tumelala sebleni, tunaliwa na mbu wenzetu, ndo hivo tena. Mkondani unatafuta na mamako <coughs> oh. mama ako haba kidogo. Yaani kuna vitu tu tulikuwa tunaviongea hapa tayari kabisa kama atakuja kuamsha. Vitu vingine sio vya kuamsha hata baadaye, mtu unamwambia na sio yeye alikuwa mlengo wa kuambia. Hata kama umemzoea, hii sio tabia ya kwenda kuamsha watu kitu chenye na hakikuwa kikubwa ilikuwa ni sukari tu, kwenda kunua sukari amna. Kwa hiyo nimemwomba hela hapo, kanikatalia, akaniambia o, kama vipi waamsha wana mimi tena nisimame kuja kuamsha? Hapana, inakuwa mbaya. Kwa hiyo nikatoka nikaenda nikachukua sukari dukani, nimerudi, ila vitafuma ndo hakuna, mumeo kalala Ay, pijalala, mba tumeamka muda mba mama, basi utamwandalia maji akaoge, akitoka kuoga tupate kunywa chai. Tusamee sana dadako bwana, hana kitu kidogo, kakana kuamsha, ndo kasikia la, yani kuamsha kwake kasikia la kabisa moyoni mwake

asemwa vibaya kisa nipo ukweni, yananifika mabaya, sina kitu mfukoni. Safari yangu penzi ya mausiano, nitabaki nawe mpaka mwisho acha nitabaki nawe mpaka kifo mama. Na kinyongo na mimi mama. sijui nimemfanya nini au kisa umasikini leo yana